akamwambia itabidi huyu mtoto umpeleke Mathare hospital nakuu, mmhm, halafu -huh. tulete barua ya hos Mathare hospital halafu tutuone kama ako normal, ndiyo tuendelee naye kwa shule. Lakini haukuwa mtoto, si ulikuwa ushakomaa, umekuwa mwanamke? Ehhe. na sasa kuna mwalimu alikuwa anakukatia? Hapana, hapana mwalimu yote tt silikuwa nimejua hizo story nikuwa shule si likuwa anatakaga oh. na sasa uliolewa na nani? Wacha wacha ngewe wacha na nini Mbusii hata ni nini Lion nilionewa hata na mtu mwenye hata siku kwa na Joy ni bibi tu. Sa, sa, vinyili, eh. Sasa sasa zenye prinsia ni sasa so, so, kanleta mpaka home nikakaa kaza kidogo tam kidogo. Okay. Sikupendeku au usi. Sikupendeku mm, au usi sasa prinsia akataka kunikujia nyumbani ndio nikaepa sasa nikatoroka. Ndio kaenda kuolewa. Eh, nikaenda kuolewa huko juu sasa zenye nikafika kwa kazi yangu sasa nikaanza kutafutwa na maaskari kwa nyumbani kwa sababu umeepa shule eh, wanataka nirudi tena shule. Sasa kuanzia nisema yeye mwenyewe anirudisha, eh, anipeleke usini niende nipimwe yeye mwenyewe. Labda alikuwa ashafikiria mara ya pili, akaona wewe sasa umekomaa, hata si kuwa mwanafunzi. Labda alikuwa anataka ukuwe mke wake. Eh. Ndio. Sasa nikaambia kwa, ikabidi nikaambia kazini yangu wanitafikie tu mzee, hata sitaki kujua anakaa aje. Hala, uliolewa na mzee? Ni, nilimwambia tu wanitafutie bora, ni bwana bora tu, ni bwana tu, ndio yani, ni <laughs> nisishikwe. So huu mtu ambaye unaishi naye amekuoa tu, lakini umpendi, ni juu tu ulikuwa unataka usishikwe na polisi.